Una mlima huko Mbea, watu walikuwaga wanaenda kule kutafuta utajiri. Yaani, ukiingia kule ukafanikiwa kutoka, ukitoka lazima uwe tajiri kwaga. Haijulikani nini kinatokea kule mlimani, hata wale walioenda wakafanikiwa kurudi, hakuna aliyekuwa anasema chochote. Sharti alikuwaga ni simple. unafunga siku saba bila kula wala kunywa. Ukimaliza hizo siku saba unaanza safari kuelekea kwenye huo mlima, ingia ndani ya ule mlima, baada ya siku tatu ukafanikiwa kutoka. Wewe utakuwa tajiri watu wakuaga najiuliza sana kuna nini ndani ya ule mlima kinachowafanya watu wakiingia watoke wakiwa matajiri. Ndio, sio kila mtu akiingia kule alikuwa anafanikiwa kutoka. Wengine wakiingia wanapotea kule kule, hakuna mtu atawahi waona tena. Pamoja na hayo, kuna watu wakuwa bado wana riski maisha yao kwenda kujaribu kutafuta utajiri. Kuna wao wakaka watatu wenyewe waliamua waende pamoja, wakawa wamefunga hizo siku saba kweli, walivyomaliza wakaanza safari. Wanasema walivyoingia mule ndani ya ile ule msitu wakaanza kutembea, walikuwa hawaelewi wanaelekea wapi. Walitembea almost na masaa sita mpaka wakakutana na huyu mbabu, yani ni mzee almost kama miaka mia, lakini usoni alikuwa na sio sura ya binadamu. Yaani mwili wa kawaida, lakini usoni ana jicho hilo moja pamoja na mdomo, hana pua hana kitu kingine. Kawa wamewaangalia, kasema karibuni wanangu, wakaanza kumfuata akawapeleka kwenye kijumba kilikuwa kijumba cha nyasi yaani cha, cha kizamani, akawaingiza humo ndani. Walivyoingia tu mule ndani, yule babu walipotea, wakabaki wenyewe. Baada ya yule babu kupotea, wakaanza kusikia sauti ikiwa ikiwaelekeza, ila hawaoni mtu. Wakaambiwa, tunajua mmefuata utajiri, mko tayari kufuata masharti? Wakasema tu tuko tayari. Katokea majeneza matatu mbele yao, wakaambiwa waingie mule ndani, inabidi walale siku saba, alafu baadaye waamke, kwa sababu walikuwa tayari wako wana hitaji huo utajiri, wakawa wamekubali, wakawa wameingia mule ndani. Walivyoingia tu kwenye ile majeneza, baada ya siku saba, jeneza ilivyofunguliwa, kila mtu aliamka akiwa nyumbani kwake. Hawajui walitokaje kule msituni, hawajui nini kilitokea baada ya pale, ila wakajikuta waka huko nyumbani. Huyu kaka alia adisia stori, anasema yeye baada ya kutoka kule mlimani alikuwa kila akilala anaota ndoto hiyo moja anaota kuku anakuja anamwagiwa mahindi endena anakula mahindi yote anabakisha mahindi mawili alikuwaga aelewi maana yake nini lakini alivyorudi kuanzisha biashara yake akaanza kupata utajiri akawa anapata hela lakini kila akilala anamwota yule kuku kila siku ya Mungu alikuwa haoti ndoto nyingine yoyote. Baada ya mwaka mmoja kupita, kweli alipata manyumba, alikuwa na mabiashara, alikuwa na magari, lakini mwili wake ukaanza kuoza, yani kuanzia kwenye shingo hapa kushuka chini, mwili ukawa unaoza. Anasema yeye, nao marafiki zake watatu wote walirudi, lakini kila mtu alikuwa hasemi kilichomkuta, kila mtu alikuwa amekaa kimya, kila mtu anaenjoi mafanikio yake. Sasa kilichomshangaza, ile siku alikuwa amelala akaota ndoto ya tofauti kidogo. Akaota yule kuku yupo kuna mahindi mbele, alafu rafiki yake amepiga magoti pembeni ya yule kuku, yule kuku anakula yale mahindi maindi akawa amemaliza yote, alafu yule rafiki yake akawa amedondoka kwenye ndoto. Alivyodondoka kesho yake asubuhi, anasikia kwamba rafiki yake amekufa. So, akaanza kuelewa maana ya yale mahindi. Na yeye kila alikuwa kilala alikuwa kanaota mahindi mawili. Mwaka ulivyoisha akaanza kuota hindi hilo moja ndo linabaki, alafu mwili wake unapata maumivu mwili, yani anaumwa vibaya mno, yani anakunywa dawa lakini dawa hazisaidii, muda wote yupo kwenye maumivu. Baada ya wiki kupita tena akawa ameota ndoto, the same ndoto kwamba kuku, mahindi, alafu na rafiki yake yule mmoja aliyebaki. Kuku yule kuku akala mahindi yote, rafiki yake akadondoka kwenye ndoto. Kesho yake akasikia kwamba huyo rafiki yake mwingine naye amekufa. Baada ya kusikia hivyo, akaanza kuchanganyikiwa akaelewa kwamba na yeye amebakisha huo mwaka mmoja, ndo akaanza kukimbia huku na huku, anakimbia makanisani anakimbilia kwa waganga kufanyia madawa, anaombewa huku na kule ili tu asifariki. Akaanza kuhadisiaga kwa kwamba sisi tuliamua kwenda kwenye ule mlima kupata utajiri, kweli tukafanya hivi na hivi kama nilivyohadisia. Alipofika kanisani kuombewa, akaambiwa tutakuombea lakini hizi mali kwa sababu zimeunganika na huo ushirikina inabidi uzigawe, uzitoe, uzichome chochote utakachokifanya, lakini usiendelee kuwa nazo. Kwa bahati mbaya akawa amekataa. E, eh, baada ya muda kidogo watu wakamkuta amekufa nyumbani kwake. Zile nyumba na magari na kila kitu alichokuwa nacho hakuna mtu ambaye alikuwa anataka kuzigusa, sio ndugu zake, sio mtu yoyote. Kwa hivyo vimebaki tu hivyo hivyo bila kutumiwa na mtu, yani story ilikuwa yani, ilisambaga. Watu wakaanza kuogopa ule mlima, watu wakawa na uogopa, lakini guess what, kuna watu bado mpaka leo wanaendaga kutafuta utajiri kule wakirudi, na inasemekana kwamba kila mtu atakayeenda kule anakutana na aina yake ya masharti, anakutana na aina yake ya vitu. Wengine wanarudi wanaanza kugawa hela, mtu anapata hela anagawa like, anaambia kwa siku ugawe labda milioni tano kwa akikutana tu nawewe anakupa hela bila kujua kwamba unapewa hela za ma, maagano za ushirikina.